Mi kwa majina naitwa Fredi. Mimi hii mazabau imenitoa mbali kwa kweli, kwa sababu wengi mlikuwa kwenye hii mazabau mnanifahamu. Ni kijana ambaye nilikuwa ni mlevi sana, nilikuwa napotea mpaka naokotwa kwenye makorongo kwa ajili ya pombe. Lakini ikafika mahali mpaka nikawa na madeni makubwa kwenye kazi yangu, nikawa madeni yananisumbua mpaka kwenye kazi isifiki. Sasa ikafika mahali mtu <coughs> alianza kuja kwenye mazabau, ni mke wangu kafika mahali akaniambia siku moja tuende kwenye madhabahu fulani ambayo ni kwa Elisha akawa amenileta, nikawa nimekuja. Baada ya kuingia kwenye, kwenye madhabahu tumisha akawa anaomba hapo mbele, akafanya maombi, akafanya maombi, alifanya maombi, akaniambia, wewe, wewe mzee hapo nyuma njoo. Sababu liko hapo mbele imeshaniharibu, imeshakuwa mzee mpaka ndevu zikawa zimeniota, hata kunyoa nywele ilikuwa sinyoi akaniambia we mzee, hapo njo. Nikawa naangalia mzee ni nani? Akaniambia unageuka nyuma hapo, njo. Nikaja nilikuja pale mbele, akaniangalia kwanza, akatingisha kichwa, akanisikia. Akaniambia we unaenda kufa unaenda, utakachenda kufa, ukifa watu watasema ni pombe ndio imekuwa sababu. Tayari kweli, nilikuwa ni mtu mmoja mlevi sana. Akanitamkia neno pale, alivyonitamkia neno, ile hamu ya ulevi ikawa imetoweka, sijui imepita wapi. Na yale madeni ambayo nilikuwa nadaiwa, kwa kweli sijui nimelipaje kwa hiyo mazabao imenitoa mbali, na hii mazabao imenisaidia kwa kiwango kikubwa. Mpaka sasa hivi ukiniuliza yale madeni nililipaje, kwa kweli sijui. Kwa hiyo mazabao ni mazabao yenye nguvu kubwa ambayo imenitoa mbali sana. Yani kabla ya kufika hapa, nilikuwa mimi nateseka, kwa sababu hata kazi naifanya ilikuwa sifiki kwenye ofisi, kwa sababu naogopa kufika pale, kwa sababu watu wengi walikuwa wananidai, kwa hiyo naishia kwenye vilabu vya pombe. kwa hiyo ilikuwa siendi hata kazini nikitoka nyumbani na natoka nyumbani hata chai sinywi, nakimbia kwenye vilabu vya pombe. Kwa hiyo ilikuwa sifiki kazini, naogopa na kwa sababu nadaiwa. Kwa hiyo ilikuwa ninaye mashaka hata kufika kazini, kwa hiyo siendi kazini kabisa ilikuwa, nilikuwa naisha kwenye vilabu vya pombe. Baada ya kufika hapa kuja kuombewa na mtumishi, mtumishi alitamka neno tu. Baada ya kutamka neno si hata si ile hamu ya pombe kwa imetoweka na ile madeni, hata ukiniuliza sijui nimelipaje. Na wale wateja walikuwa wamenikimbia wakarudi tena kwa upya kwenye kazi, kwa hiyo nikasimama kwenye kazi vizuri mpaka sasa hivi, mazao imenitoa mbali. Sasa hivi wale wateja wali waliokimbia wamerudi wote na kwa nafanya kazi zangu vizuri, kwa hiyo sasa hivi watu wameniamini, hata wale wateja ambao walikuwa tayari wametoroka wameniacha, wamerudi tena kwa upya, kwa hiyo nawafanyia kazi. Na watu wananiamini, nikienda wanipa hela zao na nawafanyia kazi. Kwa hiyo kupitia mazabao imenisaidia kwa kiwango kikubwa sana. Baada ya kumwamini Mungu kupitia mazabao, kwanza imenipa ujasiri wa kuweza kufanya kazi, na vile vile ikanisaidia nikawa, sababu nilikuwa kazi nafanya mwenyewe, nikawa nimepata na vijana wengine ambao nafanya nao kazi pale kwenye kazi yangu. Kwa hiyo imenisaidia ime, kwa kiwango kikubwa, sababu nimeongeza vifaa vya kazi. Kwa hiyo kwa hiyo imenisaidia kwa kiwango kikubwa, kwa hiyo imenisaidia baada ya kufika kwenye mazabao. Kwa hiyo mazabao inanilinda kwa viwango ina vikubwa.